Tukiachana na hayo kufikia sasa watu zaidi ya mia nne wametiwa mbaroni na jopo maalum lililoajiriwa kutunza nyasi zinazopandwa jijini Nairobi ambazo zimebatizwa jina Kidero Grass. Aidha, Gavana Evans Kidero anasema harakati za kuboresha jiji zitaendelea hadi wakati viwango vya unadhifu vitainuka zaidi. Jeff Kirui anaarifu. Zaidi ya shilingi milioni 40 zimetumika na kaunti ya Nairobi kwenye shughuli ya kuhakikisha kuwa jiji limeng'arishwa. Ole wako iwapo utapatikana ukitupa taka kiholela. Huenda ni kutokana na gharama hiyo ndipo serikali ya kaunti ya Nairobi imetangaza kunoa makali kuhusu kutunza ukuzaji wa nyasi hii almaarufu Kidero Grass. Aidha, yeyote atakayenaswa kwa uchafuzi wa mazingira atatoswa faini ya shilingi elfu mbili nawasi Uh, watu wa Nairobi watusaidie mtu akiwa na takataka yake asitupe ovyo ovyo, iwe inatupwa vizuri na zile nyasi ambazo tumepanda, tumepanda. Uh, ni, ya watu wa Nairobi ni kurembesha na, uh, Nairobi. Upanzi huo ulivutia hisia mseto kutoka kwa Wakenya hasa kwenye mitandao ya jamii. Wengi walitilia shaka uwezo wa watumishi wa jiji kutunza nyasi hiyo. Upanzi ulianza kwa kasi kabla ya ziara ya Rais Obama. Wiki chache baadaye, joto la kunadhifisha jiji lilionekana kufifia. What we need is a city with order, not a city where everybody does what they want with impunity. Licha ya shughuli nzima kutiliwa doa na kukosolewa, Gavana Kidero anashikilia azimio lake la kuendelea kutia nakshi Nairobi. The whole process of beautification, itakuja Jogorod, itakuja airport mpaka, nini, mpaka, mpaka na Machakos na on the other side all the way mpaka Kino on this way all the way mpaka Juja then on Ngong road na Langata road. Urembeshaji huo huenda ukaongezeka, hasa ziara ya Baba Mtakatifu Francis inapokaribia. Mkuu huyo wa kanisa Katoliki anatarajiwa nchini mwezi Novemba. Jeff Kirui, KTN, leo wikendi.